Tumeweka na sheria. Inasikitisha katika baadhi ya maeneo, wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali. Inawekwa mita hamsini, inawekwa hiyo hiyo sheria ya ya hamsini kwa kilomita, hawafuati Imewekwa zebra hawafuati, imewekwa taa hawafuati, na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza. Wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikalini tunawapa kazi watekeleza sheria, kila wakati kumvuku, kila wakati kumwomba radhi mtu aliyevunja sheria. Mheshimiwa Waziri, kaeni kwenye sekta, kaeni sekta zote, wadau wote, wadau wote wanaoshu wa, wanaohusika, wizara ya uchukuzi, wizara ya mambo ya ndani, jeshi letu la polisi na wadau wote hawa watumiaji wa, wa, wa, wa barabarani, kama kama tunaona mita zile tulizoweka vibao vile tulivyoweka vya hamsini vimepitwa na wakati tuvibadilishe. Kama tunaona vimepitwa na wakati tuvibadilishe, kwa kuwa sisi inawezekana viliwekwa wakati barabara ni za vumbi, labda hiyo ndio iliwekwa. Hiyo kama haitekelezeki Tuibadilishe, tuweke ile tunayotumia. Tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida, na tusiwe na utaratibu wa wa wa serikali wa wa, wa serikali kupita kama kufuata. Hiyo inakera na sisi hatuifuati. Nani atakaye wa, nani atakaye wasemea hii kero, wale wanaokereka nayo kama tunaiona inatosha kama tunaiona inatosha na ina umuhimu, kila mtu aifuate huu utaratibu. Wa kuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali, kama tunataka hivyo tuandike kwenye sheria. Inaudhi, inaudhi mtu amebeba mgonjwa anafuata sheria, alafu mwingine mwingine, yeye anapita tu, kama sio nchi yake, kama yeye ni mwingine kabisa kabisa. Anavunja sheria hapati adhabu, mlala hoi akivunja sheria anapata adhabu. kutekeleza sheria, kuwaomba radhi watu waliovunja sheria. Tumeiweka sheria, naelekeza kila mtu afuate sheria, uwe wa serikalini, uwe binafsi tumeweka sheria tuifuate kama ilivyo, na na vyombo vinavyosimamia fuatilieni hili.